Asifiwe Bwana Yesu, asifiwe. Kwa majina yangu, naitwa Neema Joseph Muhendi, ni mtumishi wa Mungu. Kabla hatujaendelea, naomba tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wakati huu na majira haya, Baba, asante. Namweka msikilizaji wangu mikononi mwako, ninaomba neema yako Bwana Yesu ukamfunike msikilizaji wangu popote alipo. Mungu wangu, ninaomba ukafungua wa masikio yake ya kiroho aweze kusikia kile ambacho Mungu amekusudia kwa ajili ya maisha yake. Baba yangu na Mungu wangu, na mimi pia najikabidhi mikononi mwako. Ninaomba Roho Mtakatifu ukanitumie sawa sawa na mapenzi yako. Peke yangu siwezi, nahitaji neema yako, nahitaji msaada wako. Asante kwa sababu unastahili heshima Mungu wangu, unastahili utukufu. Ninakupenda Bwana Yesu, libarikiwe litukuzwe jina lako. Baba ninaomba ukatusaidie hata wakati huu wa maandalizi ya ujio wako. Ni katika jina lako Mwokozi naomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa kwanza no, sura ya 22 mstari wa kumi na nne sura ya 22 mstari wa kumi na nne Naomba twende pamoja, somo langu ni Yesu anarudi. Huu ni ujumbe ambao Bwana wetu amenipatia kwamba yuko njiani anakuja, hivyo na mimi sina budi kusema kile ambacho nimetakiwa kusema. Yesu anarudi, amesema nikwambie, anarudi. Twende katika Ufunuo ishirini na mbili mstari wa kumi na mbili: Tazama naje upesi, na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri ya kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu hapa linasema tazama naje upesi. Hapo ni Yesu mwenyewe anazungumza, alikuwa akimwambia Yohana alipokuwa katika kisiwa cha Patmos, alipotupwa kwa ajili ya mateso ya ushuhuda wa Yesu hapa, ana, Yesu anamwambia Yohana, tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu sawa sawa, na, sawa sawa na kazi yake, au kama kazi yake ilivyo. Anasema tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Hapo akajitambulisha akasema ye, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri ya kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Bwana Yesu asifiwe! Huwezi kuingia mjini ukiwa una nguo chafu, na nguo hizi chafu haongelee mavazi yetu haya tunayoyavaa hapa, anamaanisha utakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania Waebrania 12:14, Waebrania 12:14, neno la Mungu linasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe! Utakatifu ndo kinachotafutwa hapa. Usipokuwa na utakatifu, huwezi kuingia mjini kwa milango yake, kama ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana, anasema kwamba heri, Yesu mwenyewe anasema heri wazifu wao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake, ili uweze kuingia mjini Yesu atakaporudi, aweze kukuchukua, ni lazima uwe na utakatifu kama neno la Mungu linavyosema, ya kwamba neno la Mungu linavyosema hapa katika, katika Waebrania kwamba utafuteni kwa bidii, kwanza tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe, tunatakiwa kuwa watakatifu, tunapaswa kuwa watakatifu ili tuweze kumwona Bwana wetu Yesu Kristo. Ujumbe huu ni kwa bibi harusi wa Yesu Kristo, ujumbe huu ni kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Kama wewe ni bibi harusi wa Yesu uliyekusudiwa, ujumbe huu unakuhusu. Ujumbe huu unamhusu bibi harusi wa Kristo. Neno la Mungu, Yesu mwenyewe, kuna mahali amesema ya kwamba kondoo wake wanaisikia sauti yake na wanaijua. Hivyo kama wewe ni bibi harusi wa Kristo, ujumbe huu unakuhusu, unapaswa kujiandaa. Bwana wetu Yesu Kristo anarudi. Yesu anarudi, amesema ya kwamba yuko malangoni, anakuja. Hapa anasema tazama, naja upesi. Twende tukasome katika kitabu cha Waibrania kumi thelathini na saba 10:37. Kumi thelathini na saba <coughs> Waibrania kumi thelathini na saba. Kumi thelathini na saba inasema neno la Mungu linasema. Kwa hiyo anasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja, wala hatakawia Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Yesu anarudi. Pendwa, Yesu anarudi, tunapaswa kuishi maisha matakatifu. Yesu anarudi. maisha matakatifu ni yapi? Ili uweze kwenda mbinguni unapaswa ufanye nini? Twende tukasome katika Waefeso tano, tujue kwanza dhambi ni kitu gani inayoweza kukukwamisha hiyo kuto kuingia mbinguni. Yesu akija ili asikuache. Twende wa Efeso tano mstari kuanzia ule wa kwanza. Mm -hmm. Hapa neno la Mungu linasema, Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi na tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu wala maneno ya upuuzi. Mtumishi wa Mungu, utakiwe kuongea maneno ya hovyo unapaswa kuongea maneno yenye maana. Maana kuna mahali neno la Mungu linasema tutahukumiwa kwa maneno yetu. Kila neno utakalolizungumza liwe jema au liwe baya, utalitolea hesabu siku hiyo. Haya, wala, wala maneno ya upuuzi wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno hili mnalijua Hakika ya kwamba hakuna mwashirati wala mchafu wala mwenye tamaa, ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wana wa uasi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio matendo ambayo Mungu anayachukia kwa watu wa wa Mungu. Bibi harusi wa Kristo hupaswi kuwa kuzungumza maneno ya upuuzi, hupaswi kuwa mwashirati, hupaswi kuwa, yani, dhambi ya aina yoyote kwa mtu wa Mungu haipaswi kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu, yani, kila mtu anapaswa kuwa bibi harusi wa Kristo. Nikisema bibi harusi wa Kristo, kila mtu anapaswa kuwa bibi harusi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa pia katika mstari wa kumi na tano wa Efeso hii inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyonenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini iliyo mapenzi ya Bwana, tena ufisa, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi bali mjazwe na Roho mkisemezana kwa zaburi na nyimbo, na tenzi na nyimbo za rohoni huku mkiimba na kumshu, na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bibi harusi wa Kristo, unapaswa kuishi maisha matakatifu, uenende kama inavyostahili watakatifu kuenenda. Wakristo wa leo tumekuwa tukiishi kwa mazoea sana, tunapaswa kubadilika, tumrudie Mungu wetu. Neno la Mungu linasema tutahukumiwa kwa maneno ya vinywa vyetu, tutahukumiwa kwa mienendo yetu, tutahukumiwa kwa maisha tunayoyaishi ambayo hayampendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika kitabu cha Waebrania kumi na tatu 12. Waibrania 13:12. Waibrania 13:12. Neno la Mungu linasema, "Kwa ajili kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango basi na tutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shutumu lake. Bwana Yesu asifiwe! Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Bwana Yesu asifiwe! Hapa sisi tunaambiwa hatuna mji udumuo, tunautafuta ule ujao na ule ujao unapatikana vipi? Unapatikana kwa kuishi maisha matakatifu. Tukiishi maisha matakatifu, Yesu akirudi muda wote, unakuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako wewe. Yesu alikufa msalabani akuokoe wewe, alikuja kumtafuta mtu mmoja mwenye dhambi aachane na dhambi zake, aingie mbinguni. Yesu alilipa gharama ili wewe usiteseke. Jamani, Yesu anarudi. Yesu yuko malangoni, anakuja. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu ili atakapokuja asituache. Ujumbe huu ni Yesu alinipa nimwambie bibi harusi wa Kristo ajiandae, bwana wake Yesu Kristo anarudi. Wewe kama ni bibi harusi wa Yesu unanisikia na unaelewa ni nini ninaongea, Yesu anarudi. Tunatakiwa kuacha mazoea tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunatakiwa kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Twende tukasome katika kitabu cha Timotheo wa pili kumi na tisa, Timotheo sura ya pili mstari wa kumi na tisa. ni Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19 mstari wa kumi na tisa, tisa Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa kumi na tisa neno la Mungu linasema lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama Mwe, we, wenye muhuri hii Bwana awajua walio wake na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Tunapaswa kuacha uovu. Tunapaswa kumpendeza Mungu. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Tunatakiwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu ili Yesu atakaporudi asituache. Jamani, Wakristo wa leo tunatia aibu. Wakristo wa leo tunatia aibu. Unakutana na binti aliyeokoka alivyovaa inasikitisha. Huyu hatuwezi tukamwita ameokoka. Yaani, kiukweli tunapaswa kubadilika. Tunapaswa kubadilika. Mkristo unapaswa ubadilike. We unayejiita unaenda mbinguni, unapaswa ubadilike, uishi maisha matakatifu. Kuanzia mavazi yako unatakiwa ubadilike. Huwezi ukawa unavaa vitu vya ajabu, unatembea uchi barabarani, alafu unasema unaenda mbinguni. Mbingu ya nani unaenda ya namna hiyo? Mbinguni hawaendi watu wachafu wanaovaa mavazi ya kikahaba, mbinguni hawataingia. Yesu anachukua watu watakatifu. Tunapaswa kuishi maisha matakatifu ili tukamwone Mungu. Yesu yuko, yuko malangoni, anakuja. Amenituma nimwambie bibi harusi wake ajiandae, yuko malangoni, anarudi siku saa usiodhani mwana wa Adamu anakuja. Unatakiwa ukae tayari, ujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio ujumbe ambao Yesu amenipatia nishie na wewe siku ya leo. Nimekushirikisha ujumbe huu, ninaomba ujitafakari. Unajua maisha yako, unajua ni wapi umeteleza, ni wapi umekosea. Unatakiwa umrudie Mungu wako. Kama kuna mtu ambaye yuko tayari kumpa Yesu maisha yake ili awe miongoni mwa bibi harusi wa Kristo, anaweza kafatisha sala hii ambayo nitaenda kumuongoza, sala ya toba. Ukafatisha maneno haya nitakayoyasema, baada ya hapo utakuwa umeokoka, maana neno la Mungu linasema kwa kinywa mtu hukiri na kuupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana, fatisha maneno haya. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninakuja kwako ninamkataa shetani na kazi zake zote, ninakukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba ukafute jina langu katika kitabu cha hukumu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima, futa makosa yangu yote. Ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimemkataa shetani na kazi zake zote. Baba, ninaomba unipokee niwe miongoni mwa mabibi harusi wako. Baba ninakuja mbele zako, ninaamini umenipokea katika jina la Yesu, amen. Kwa kufuatisha sala hii umekuwa Mkristo, sio tu kuwa Mkristo, umekuwa mtakatifu wa Bwana. Sasa kinachotakiwa uishi maisha matakatifu, uachane na dhambi zote Uache kama unakunywa pombe usinywe pombe. Dhambi zinaeleweka, usitende dhambi tena. Yesu alimwambia yule mtu aliyekuwa amelala pale chini ame, alikuwa amepooza kwa muda mrefu, akamwambia jitwike godoro lako uende, na akamwambia usitende dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasamehewa dhambi, lakini anatakiwa asitende dhambi nyingine tena. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Amen.